Ndugu mtazamaji, hii ndio shule yetu ya Butoke Day Care NDP Secondary School kama tunavyoona, baadhi ya wanafunzi wa nathali pamoja wakiwepo wanafunzi wa secondary, ambayo tunazalisha wanafunzi kuanzia secondary up to form six, yani kuanzia chekechea hadi kidato cha sita. Hapa ni masomo mbalimbali yanayozalishwa, masomo ya ati, upande wa sekondari na masomo ya sayansi. Ndugu mtazamaji, unakaribishwa katika shule yetu, karibu, jione mwenyewe, karibu mwana ajitimize ndoto ambazo alizipoteza hapo nyuma, kama aliishia njiani ama ameishia katika darasani, ajatimiza nani ndoto zake, kakatisha ndoto zake, eza kwa kubeba mimba au kwa kufanyaje, anakaribishwa ku siti endi kuripiti masomo yake pia na kuyafanyia vizuri kabisa mtihani na kuweza kufikia ndoto zile alizokuwa anazikusudia, yani kuelekea form five six hadi chuo. Hii ndio shule pekee ambayo naweza ukawazalisha wanafunzi wa hivyo. Wanakuja kabisa wakiwa wawezi chochote, wakiwa kabisa ni weakness, tunasema lakini wananolewa na walimu waliobobea katika sekta ya ufundishaji na mahadili pia. Hapa tunaenda katika misingi ya kidini pamoja na maadili yaliyo mazuri kabisa ya kupendeza jamii inayotuzunguka pia. Mtoto anapotoka hapo, utaona tu mabadiliko yake. Endapo pale atakuja nyumbani katika likizo yake fupi ama likizo ndefu, utaona tu mwenendo wake na tabia zake zitakuwa tofauti kabisa na pale nyuma alivyokuwa. Karibu sana katika shule yetu ya Embas Pre School and Butoke Day Care, njoo utimize malengo yako, njoo ufikie malengo yako, njoo uyatekeleze malengo yako. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona mwenyewe, ingawa kama we ni kijana na unatafuta shule gani, unaweza kwenda karibu Embassy iliyopo hapa mjini Morogoro, mji kasolo bahari, unakaribishwa sana, sana sana sana na mzazi ambao unatazama kipindi hiki, ama unaangalia kipindi hiki karibu kama una mwana ameshajikatia tamaa kima ya kimasomo yupo nyumbani amekaa, mlete katika shule hii, atimize ndoto zake, afikie ndoto zake. Hapo baadaye utakuja kushukuru kabisa, nina uhakika ya kwamba utakuja kushukuru, maake matokeo yote ya shule ambayo yanatokea hapa shuleni ni mazuri kabisa, yanavutia, yanaheleweka kabisa. Hakuna yoyote, hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kupita hapa aferi ama aishie njiani. Kila mtu anatimiza ndoto zake, kama tunavyokupata. Huyu ni baadhi ya mwanafunzi ambaye ametokea hapa, na hapa ametoka chuo mwaka wa kwanza, akatokea jeshi, huo muda sio mrefu, ndio maana unamuona amevaa hivyo yu, yuvo kabisa, mdada anatabasamu, amekuja kuwaenjoi na kuwaangalia wadogo zake kabisa. Dhidi ya haya maarfu ambayo yatakuwepo, oshuhuri ambaye itakuwepo, tuko hapa katika viwanja vya Butoke Butoke Day Care katika michezo au bonanza, ah, la michezo ya watoto dhidi ya Butoke Butoke Day Care ya mafisa na Butoke Butoke Day Care ya hapa hapa hapa hapa Tubuyo. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona shule yetu ipo Morogoro, mtaa wa Tubuyo Nane nane mkabala na shule ya sekondari na ya nane nane. Ufikapo maeneo hayo ya sekondari nane nane, ulizia naelekea Butoke Deikea, utaoneshwa tupo kabisa, nia hani kando kando kabisa, ni majirani wema kabisa, tunaweza tukasema, karibu sana, unakaribishwa, karibu, karibu, karibu.